Nyorosha tu wache ni nyorosha tu. Wewe una utaua mgonjwa. Mtaua mgonjwa. Nyorosha mkono huko. Wamama kanisa wanaua mgonjwa. Ratego onge ok en Yesu koro bedmos mondo changi ok en Yesu hey. okochanga ok hmm. mimi. <tipulis> <tipulis> Hakuna mwenye nabishana mimi. Hmm. mimi kama Yesu mimi mimi Apana. Hakuna mwenye mai bishana na mimi kama wewe. Apana. Sijui wewe umetokewa wapi? Hapana. Sijui wewe ni wa aina gani. Okini okay, yes. Okay, Yesu okinyal chanonge Yesu Yesu tie to Yesu. Yesu. Yesu Yesu. Yesu. Okeni Yesu. Sasa Yesu. Unajua nilisikia ba, hmm. Nilisikia kuna watu wanamepingapinga around Unajua time tulikuwa huko na kuru mm -hmm. Najua tunajaribu kutengeneza mafans unajua, so, tunataka ii kanisa yetu ubwa sana. Tunataka tuungane na watu wengi, unajua shida tukanisham Hmm. Wafu. Yeah, yeah. Tafuta hata hiyo, yeah, yeah, maneno, hata mutu asikushtue mtu <laughs> <laughs> yeah. Yeah. Hii nguvu yake ndo tunafaa tujue anatoa wapi? Tukishajua hiyo nguvu iko wapi obvious, tutamalizana. Tukimaliza naye kazi itakuwa rahisi. lazima tutajua tu. Lazima tutamweza tena. Kwani wewe unashtuka? Yesu unashtuka. sasa Yesu anashtuka aje. Unajua saa hizi saa hizi kanisa iko huko na Nakuru, si ndio yeah. Na no, unajua nia ni kwenda kuharibu ile kanisa yangu, unakumbuka bn <coughs> busaraka pale alijuaje ama kuna mwenye anisaliti kwa hii nini yangu, naweza kuwa najaribu kukut anafanyia nao karibu. Naamini no, no, no, no. I don't think so. Na hii nyote lakini, sasa sijui sijui shida inatokea wapi? Mpenzi, hmm? unaweza semaje tufanye aje? Huyu mtu <tutu> inafaa tu, tumalize haraka sasa. Kumaliza inatakikana tu, tujue pawa zinatoka wapi? Ananisumbua sana, ana ananikula kichwa kila siku nikilala mi mm -hmm. wota tu nimemalizana nayee, lakini sasa sijui nitafanya aje nimalizane nayee. imetosa kumaliza sasa. Unajua, nataka mkue makini sana, mkuwe makini kwa hii mission yetu, we have a long way, na najua bado watazidi kututafuta watazidi kuangalia wanataka kutuangaika sisi kila mahali tukienda, najua tu wanataka kutuangaika watafute tumeenda wapi, lakini watakuwa na kazi ngumu sana. tangutu atuwezi hatuwezi tena sisi, tunakuamini tunakuaminia eh, we nini itakushinda we chenye nataka I want us to build a strong regime, I want us to bring so many churches, tuende huko huko hata huko Kisii tunafaa tuwene tuna tujenge tu kanisa ingine hapo yeah. hmm. In fact, kwa, I, kwa inji yote tunataka tu the whole of Kenya. Kila maeneo yote zenye ulinipeleka hizo, unajua pale Kakamega kuna ile church kubwa yangu, si unaelewa hey? Lakini sasa tunafaa tuweke zingine ndogo ndogo hili watu waja yeah. Okay. Okay. Okay. Uliona ile ya nini ilijaa? Yes. Yes, tu haraka haraka. Mpenzi, unajua kwa nini nakupenda? Akili yako inafikiria very fast. Kuna kazi ngumu, unajua last time wewe ulinibetray lakini nil nilikusamia ni ile tu akili tu ilikuwa imekimbia kidogo, si ndio? Nakuamini sana, nakuamini kabisa. Huyu sasa si atakuja kuturuka siku ingine tena? Ha, nilishaongea naye eh, vizuri, tulielewana. Watu wa kuruka, watu wako, tunaanza na wewe, tunamaliza na wewe. Lakini before tuendelee na kiti ya sekretari hiyo tulimalizana naye, tuko sawa, tuko sawa. Badi, no, no, no, no, no. mimi ndio nimesema mimi ndio ndio. Yesu, Yesu amafanya makosa kweli? Apana. Kila kitu yenye Yesu anafanya ni yaukwe ya, na nikiwaambia mumwamini. Niko serious tulishaongea naye tumeulizana naye i have all i need to have mm. tuko pamoja tuko pamoja and don't ever question uh -huh. me again Siwezi, siwezi. Mm. Let's go. Karibuni ndani. asante sana mkubwa wacho wakutengenezea hapa mahali vizuri upite vizuri Wafula, nilikupea kazi ya kuangalia hii boma. Ayopii boma iko sawa? Hmm. Najua nakuaminia na, na sidhani una nilikuambia nitakuleta huko. Sasa wewe usijani, nina furaha leo. Inapendeza, si ndio? He, unapendeza, unapendeza. Kila kitu iko sawa ama kuna mtu ataditishia huku ah?

nilikwambia sasa, hawa ni mm -hmm. watu wangu pia, huku nimeshika kila mahali, tengenezea Yesu asikae kwa jua, tengenezee mahali pazuri. Nilikwambia watu huku wananisifu, kila mtu ananisifu huku, mimi ndo kusema huku huku, nilishika kila mahali, sio usiogope.

Watu wangu, mko? Sasa mimi pia niko hapa. Nilisikia mlinitisha lakini singewachelewesha, kwa sababu nawaaminia, nanyinyi ni watu wangu, tumekua kwa muda mrefu sana sasa. Najua huyu ni mrembo mgani hapa kando yangu si ndio? E, sasa huyu, sasa siwambia mimi ni Yesu e, Yesu. Sasa kila mtu tu ni wake, hmm? Kila mtu ni wake. anaweza kuwa na mabibi wengi hata kama ni miangapi, na hakuna mwenye napinga, hakuna e, mwenye nanipinga mimi Yesu yuko na mabibi wingi kweli? Nilikwambia mimi ni Yesu. Yesu akiamua kufanya chochote anafanya. Mwenye napenga hakuna. Mimi ndio yule Yesu wa Tongaren. Si mnajua? Sasa mnataka sitaya nijirudie nijirudie. Na hakuna mwenye huwa ananiuliza maswali. Sijui wewe umetoa hiyo guts wapi ya kuniuliza maswali? Hapana, nimesanga. Ati Yesu yuko na mabibi wingi na mimi. Mm, lazima. Na Yesu lazima enjoy vizuri. Wewe oh, unajua wangapi? Wengine pia wako bado sijawaleta tu mm. Msikue na wari, lazima kanisa tujenge, lazima ikue kubwa <laughs> na ili ikue kubwa lazima watu kama hawa lazima wakue, ama nisi ni mrembo mm, hapana. Huyu ni Yesu. Hapana. Na sasa nimesema tu sahii sitaki mwenye naniuliza maswali, si ndio? Hebu muangalie kama ako sawa kama yuko sawa. Habibi yako sawa. Hapana. Mafola. Yesu. Hebu huyu mwenye anajibizana na mimi nataka nijue kama ako sawa ama yuko sawa. Unaona nijibizana na Yesu. Yesu. Hapana. Su Yesu. Nyamaza, nyamaza. Hapana. Su Yesu. Yesu. Yesu. Mfanya. Unajua Yesu apendanga kukasirika, akasirika mambo yanachema kabisa. Yesu anapendanga kufanya vitu zake polepole. Yesu kazi yake ni kufanya mambo mazuri mazuri, kufua, kuponya. Nimefanya mingi, si ndio? Hapana. Tu Yesu. Sasa wewe we, apana, sema hapana, huyu ni Yesu wetu Hapana, Yesu, Yesu. Yesu amefanya mambo mengi, hapana? Ameponya wagonjwa, amefanya wapofu wamesikia, na wewe unasema hapana, hapana su Yesu, hata kama Yesu iko na sisi, najua hapana ulini kwa sababu uliniambia, ilisikia ikasikia, nikaamua kutii amri ya mama kanisa wangu kukuja huku kuponya huyo mwenye mlikuwa mnasema yuko wapi. Ni huyo hapana, unajua kweli Sawa, yes, kweli. Sasa mgonjwa enye yin kujitenya tulikuitisha ukuje umponye, ni huyu wenye anakataa ati we, si hapana. oh, mm-hmm. Sasa shida yake ni kukataa shida si, yake ni kukataa hapana. oh. Sasa kama we ni Yesu, tumekuamini, tunajua vile unafanya, tunataka uongee, naeza si niliwaongeleza Mika... Mika... Yes. na utamfanya kila kitu Sasa unajua mimi kama Yesu, ni vile nimesema tu, mimi natenda matendo mazuri, lakini huwa naaminia yule mwenye atanisifu, kama nataka usaidizi wangu lakini unisifu hivyo, basi utapata usaidizi. Napaka usonge karibu na mgonjwa, mgonjwa usonge karibu na mgonjwa, chunguze ana kukuzana. Najua sisi kazi yetu tunafanya. Apana, apana. Mama Kanisa, nilikupea kazi ya kuongea na wafuasi, kuwaleta karibu na Yesu wapate usaidizi na usaidizi mingi. Mimi nimeleta si ndio? hata mm, nyinyi mwenyewe mmeonea. Na pia niliwaambia mtafute wanaume tena wengi sana, kwa sababu nataka kanisa yangu. Kazi niliwapea kuchunga kanisa yangu, kwa sababu mi nakwanga kwa mishoni mingi, hata hivi karibuni nimekuwa na kuru na nimekuwa na maadui wengi

Usijaribu kubishana na mimi, usijaribu kubishana na mimi we, Yesu. Wewe, Yesu, usijaribu kubisha na na Mungu. Mimi ndio Mungu, mimi ndiyo Yesu, hakuna Yesu mwenye ananitisha mimi, Yesu.

Unaneguza mimi hakuna mwenye nabishana bishana mimi hmm. Mimi kama Yesu hakuna mwenye maye bishana mimi kama wewe. Hapana. Sijui wewe umetokewa wapi? Hapana. Sijui wewe ni waaina gani

Naona unajifanya sana, wewe ndio unajua Yesu kuliko watu wote yes. Lakini unaona huyu mtu mwenye ako hapa mbele yako huyu ndio yesu Apunda. na Yesu ameponya watu wengi Akuna. Akuna. Sasa Akuna. Kama, kama unataka usaidizi Apuna, lazima upige magoti Opini chini chini alafu utapata uponyaji. Aa. Aa. Kama unataka usaidizi yangu lazima upige magoti chini upate u uokovu. Naona kuna kitu nakusumbua sana oongi piny mondo kony merwa ah, ah. kare dongi biro dwaro kony. nitie yesu, nitie yesu. yesu machiengo to wero nitie yesu. ndio huyu hapa. hapana. ndio yesu ni ne osetimo ang'o gang'o mondo wane

Uponyaji. Nitie Yesu ya, um, kwanza mama ulia kuja hapa upate usaidizi. Hutaki kuamini Yesu na mazuri. Utapata toka hapa na uponyaji. Ibiro agikonyruok merwa bed mos mondo konyi nitie nikech ibiro dwaro konyruok koro dak bed mos mondo konyi Yesu biro

And we have, we mama have to fight. Okay, yes, okay, yes. Hapana, bana, kitu yuko wewe mama ni mgonjwa, mwelewa akili yako ne, ndio una mahali ikifika tuendeni kwa kwanza Njeev, atakuwa sawa kwa imani yako tu, atakuwa sawa tu yeah. Yesu su Yesu su Yesu mgani na ndo huyu Yesu.